Kitu cha msingi sana kwa, anasema akimpendeza Mungu na wanadamu. Moja, nikwambie, Mungu ni baba. Ukiweza kumpendeza Mungu, Biblia inasema kwamba atakufunulia hazina za siri. Kuna hazina zinaitwa hazina za wapi, ambazo kama ujampendeza Mungu zinafichwa, uwezi kuziona. Sasa leo ninaomba dakika chache zijazo si Hebu tushikane mikono, tunaingia kwenye ndege. Ndege inaitwa namna ya kumpendeza Mungu. Ukishampendeza Mungu, wanadamu watakupenda. Mungu atawafanya wanadamu wa kusaidia. Mungu atawafanya wanadamu, wanadamu wakupe baraka Atainua watu waje kutafuta kwa ajili ya kubadilika, mpendo katika Bwana. Nachokieleza kwako nimekiona, siongee hadithi. Mungu anaweza kuinua watu wakuinua cik, lakini na bibi, twende pamoja kwenye ndege, tupande hii treni pamoja, hii ndege pamoja. Inapoanza kuondoka ulewe vizuri vizuri, unawezaje kumpendeza Mungu na kwa namna hiyo kumpendeza

na Mungu anashuhudia jioni leo. Okay, ukimpendeza Mungu maadui zako utaona wanapigwa mbele zako na wewe unaangalia. Kuna kufu kubwa ukiamua kumpendeza, okay, Mungu mbeleza. Lakini kumpendeza Mungu ni gharama, na natamani kama Kristo alivyotulipia gharama ya dhambi zetu, kukubali kuingia gharama ya kumpendeza Mungu. Unawezaje? pendeza jambo la kwanza, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 28, anasema nani, itakuwa utakapoisikia kwa bidii, ishirini na nane mstari wa kwanza, utakapo utakapoisikia kwa bidii sauti, sikiza, asema utakapo, utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake ni kuagizavyo leo. Umeamua ndani ya moyo wako, nitamsikiliza Mungu tu, sitatumikia Shetani anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote duniani. Maamuzi ya kutoka ndani ya kumpenda Mungu, amua kumpenda Yesu. Anasema kitabu tumesoma pamoja, Yohana kumi na nne kumi na nne mkinipenda. Kumpenda Mungu sio kusema Mungu nakupenda. Mungu A -a. Matendo yako anasema mtaziti amri zangu. Anasema litakuwa utakapoisikia kwa kwati, umeamua. Kama umeamua kuokoka, usiende nusu nusu, amua kwenda kweli kweli, amua kweli kumpenda Mungu. Naomba nikwambie, au upite vile, kama ulikuwa hujaolewa mume utakutafuta, kama ulikuwa chaekuchena utalazimishwa utenge, kama ulikuwa kumiliki gari gari gari Anasema ndipo Mungu yote atakapokutukuza mataifa yote anafungua mbele za Mungu, kata kumtumikia shetani kwa namna yote. Unawezaje kumpenda Mungu? Ni lazima ukubali kulipa gharama. Ibada lazima Neno la Mungu Ukiamshwa usiku lazima uamke. Ndiyo kumpenda Mungu. Ukiendelea mbele katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne ule mstari wa kumi na tano, kumi na sita. Kitu cha msingi sana. Hebu tuanzie kumi na nne, kumi na nne, kumi na tatu mpaka kumi na sita anasemaje? Unielewe vizuri nachokiongea. Sikiliza anachosema. Yohana 14, 13 mpaka 16. Sikiliza kwa makini. Bwana Yesu alipoanza kueleza watu kuhusu kumpenda Mungu, anasema Yohana kumi na nne kumi na nne mpaka kumi na sita Tuanzie kumi na tatu Sikiliza, tuanzie kumi na tatu Anasema nani? Mkiomba lolote, mkiomba unataka nyumba, mkiomba unataka mume, mkiomba unataka gari, ukiomba unataka kupata watoto, ukiomba. Anasema nani? Mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya. Yesu asemi uongo, Yesu sio mwanadamu, ni Mungu. Anasema nami nitafanya, ili baba atukuzwe ndani ya mwanaendelea. Anasema mkiomba neno, anarudia tena, mkiliomba neno lolote sasa siweze kutunga siasa zako, Biblia inasema neno lolote. Anasema kwa jina langu nitafanya. Nenda mstari wa fuata, lakini anakuambia masharti, ili niweze kufanya, lazima umpende Yesu, lazima uingie gharama ya kumpenda Yesu. Mtu ambaye ahudhurika misani, ampendi Yesu, wala unahitaji kuuliza mtu ambaye asomi neno, ampendi Yesu, wala unahitaji kuuliza kitu unachokipenda utakithamini. Kitu unachokipenda utakijali. Kitu unachokipenda utakitunza. Kitu unachokipenda utakifua na kukiosha, huyo ndiye Yesu. Tuhendele. Tuhendele. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, tuendelee endelea. Anasema nami nitamwomba Baba atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele. Ukisha mpendeza, ukishampendeza Mungu atakupatia msaidizi ambaye ni Roho kweli Jambo la kwanza ni lazima ufanye maamuzi ya kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kutembea katika njia zake. Aichanishi, leo unatembea kiatu, kiko upande, kimenyoka. Aichanishi, leo una hela, una hela. Mungu kwanza, Yesu ni mambo yote ndani ya umpende Yesu kwa nguvu zako akili zako zote. Jambo la pili, kumpenda Mungu haitoshi. Kitabu cha Misali 18 16 kinatuambia jambo lingine la msingi sana. Misali 18 16 mpenda katika Bwana. Mimi nimeokoka na miaka 16, na nimekuja kwenye wokovu mpaka leo, nilekea miaka hamsini h Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba nikwambie, katika kupokoti kwenye ukogo mara ya kwanza ilikuwa ni kwamba watu walikuwa wanakwenda kanisani wanakaa kanisani na wanakuwa maskini milele. Watoto wengi wawakoda walikuwa wasome hata shule, kwa sababu kii unachokwambia, mithali 18:16, mithali 18:16 anasema, mithali sura ya 18 mstari wa 16, napenda tusome pamoja Mithali sura ya 18 mstari wa 16. Ni lazima ndani yako uwe na hekima na maarifa. Maisha ayongozwi na akili ya kawaida pia, wala si kwamba umeokoka. No, kuna kitu kikubwa zaidi ambacho Mungu 16 unatakiwa katika maisha. Usiwe mtu ambaye umezubaa kila mara, muombe Mungu akupe hekima. Usikubali mwaka 2025 unakuwa sawa mwaka 2024 4. Hapana, anasema mkinipenda mtaniomba, kwa yote mkiniomba. Unaomba nini? Lazima uone jambo linakusumbua moyo. Anasema sio, Zaburi tafadhali tena